Mada ya pili inasema kisa changu. Tumeona watu wengi wameweza kuokoka kupitia visa vyetu binafsi vya maisha, lakini leo tutaenda kujifunza hatua kuu tatu za kutengeneza kisa changu. Hatua ya kwanza ni Before Christ, yaani Maisha kabla ya kukutana na Kristo. Wewe ulikuwa ni nani kabla hujamjua huyu Yesu? Ulikuwa mtu wa aina gani? Vipi kuhusu mtindo wako binafsi wa maisha? Na vipi kuhusu uhusiano wako na majirani zako? Ulikuwaje, ulikuwa natenda namna gani? Lakini hatua ya pili ni meeting Christ, yani, nilivyokutana na Kristo. Hapa tunaulizwa, ulikutana na huyu Yesu ukiwa wapi? Ulikuwa natembea barabarani au ulipata shida ya ndipo ukamjua huyu Yesu ni nani? Au ulimwona kwenye TV au ulimsikiliza labda kwenye redio? Hatua ya tatu ni after Christ. Hapa tunaacha yote, ulikuwa ni nani huko kabla, i don't care. Hapa wewe umekuaje baada ya kukutana na huyu Yesu? Umekuwa mtu aina gani? umebadilika namjua u Yesu umezikariri sheria au umezishika sheria zake? Na vipi kuhusu mtindo wako binafsi wa maisha, umebadilika? Na tunapofikiria hizo watu watatu, tunatengeneza my story, yani kisa changu.